Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni amewasili nchini Sudan Kusini kufanya mazungumzo na Rais wa taifa hilo Bwana Salva Kiir. Kuna hofu huenda Sudan Kusini ikatumbukia tena katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Uganda imetuma majeshi nchini humo kuunga mkono serikali ya Rais Kiir. Baada ya jeshi la Sudan Kusini wiki iliyopita kushambuliwa na wapiganaji ambao serikali inasema ni watiifu wa makamu wa Rais Bwana Riek Machar ambaye kwa sasa yuko katika kifungo cha nyumbani. Ziara ya Rais Museveni inakuja siku moja tu baada ya wapatanishi wa Umoja wa Afrika kuwasili Juba kujaribu kusuluhisha mzozo huo wa Sudan Kusini. Okay, mnamo jol... mwaka 2018, Rais Kir na Machar walitia saini makubaliano ya amani ya kuvimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka mitano na kusababisha karibu theluthi moja ya idadi ya jumla ya watu wa taifa hilo kuachwa bila makazi na wengine wengi kuwa wakimbizi. Kevin Sewe, Mwanzo TV.